Tumezungumza tukupotea kutoweka huko ni kwa upande wa raia Sidhani kama kwa wasanii ipo, lakini mwisho wa siku sisi wasanii sisi ni binadamu na tumejenga majina yetu, tunahitaji kuishi na hii ndio kazi yetu. Kwa hiyo unaposema uwe against mm. mm. na mfumo uliopo mm. sio sisi wasanii, hata baadhi ya viongozi ambao wako ndani ya mfumo wenyewe wako mambo mbao wanasema hili hapana, lakini unaangalia Ukili, ukiwa upande huu wewe kama uta survive vipi? Sababu ni wewe mwananchi ambaye anataka wewe uwe against na mfumo uliopo, mm -hmm, lakini mwisho wa siku angepewa nafsi yako wewe na yeye angekuwa kama wewe, sababu mazingira tujenga yametujenga sisi kuwa katika upande ambao kimsingi unatupatia maisha yetu kila siku, sababu mm -hmm, mwisho wa siku kuna kuna harakati lakini kuna kuishi. Hasa mifumo ya wenzetu uhuru wao umewajenga hivyo alivyo, labda niseme, nimesema hapa nyuma wakati wa hata wa muziki kwetu uliweza kuona kuna mambo yakatokea, wasanii wakasimama upande wa wanaona unafaa, mtu anachagua sisi kama upande wa wananchi, na zikata ukawa upande wa serikali, lakini bado ukawa upande wa wananchi. Sasa pia kuna serikali pia na chama kina wananchi kina wanachama, sasa pia ni wananchi. Kwa hiyo zikata serikali ikawa nataka kitu fulani, ukaenda upande wao, ukawa upande wa wananchi, lakini sio wengi, ila pengine kuna wananchi walio wengi wanasema hiki sio wao, kajikuta kwa upande ambao wanasema ndio ambao ni wachache, uko upande wa nchi ni wachache ila unafata ni kule, pengine ni kwa sababu mazingira yako yote yamejengwa kule, kwamba kama utaharibu upande huu utaharibu na maisha yako mengine yote. Yamewatokea wengi tu, na huu mfumo sio kwetu, pengine hata ukaenda China, huko hivyo kwamba uweze kukosoa serikali pale China, eh? kikubwa na sisi hapa pengine tunahitajika wasanii kukifanya na wananchi kukihesheshia, kama sisi tunakifanya sio kutolaumu mtu kwa upande wa serikali, ni sisi pamoja na wao kushirikiana kuweza kufanya serikali fanye yale ambao wao wanayataka. Kwa sisi tumeamua kupigana upande huu, sisi tutakaa na hawa watu bana, bana jamani, lakini panapotakiwa kusema huwezi kwa moja kwa moja. Sisi kwa mfumo wetu ukasema mimi kwanza leo nasimama upande huu, kwa sababu mifano wanayo, wako wasanii ambao sio wote wako wako wako, wako na wananchi kwamba hiki sio ndio hiki, hiki sio hmm. Lakini je, wamewahi kuona kwenye majukwaa ya biashara kwamba bwana, wale wanapata nafasi ya kuonyesha sanaa zao kuishi maisha yao? Wamewaona hawajawaona? Na watu kama sisi ambao ni wasanii wa zamani, nisema ukweli, ili tufanye show ya mtu kulipa, alipeje kukuona Afande Sele, lazima utumie nguvu kubwa, kama aliofanya Sugu kwenye ile bongo flava hana mm. -hmm. ambao sio wengi wanaweza kufanya. Ko namna pekee mimi kuishi ni lazima niende kwenye upande ambao utanipa chochote. Lakini wananifata watawala, wananipa kazi mm. -hmm. siwezi kukataa kwenda, sababu hawa ambao unasema nyinyi wananchi upande wenu Mbona wananchi wangapi wanaweza kusema mtu fulani katekwa akachanga hela, kwa mfano yule dogo alochana picha, si walimchangia hela akashinda kesi mahakamani. Basi na wenyewe wanaweza kusema, sisi kama wananchi tunasema, na Afande Sele usiende upande huu. Sisi tunafungu tunakupa, hebu simama na sisi. Sababu cha siku mimi natakiwa niishi wana mm. mm. kama zao, mm. na shughuli zao na mimi ni shughuli yangu. Kwa hiyo ukimlaumu mtu bwana, wasanii wa Tanzania wanaenda upande huu ni kwa sababu nyinyi wananchi wenyewe hamjitoi kuwa support pale anapokuwa amekwama mona bwana. Lakini wenzetu kule ni tofauti kidogo, sinaona wasanii wa Kenya mara nyingine wanapata matatizo, lakini umma ndo unaowasaidia, sio mfumo.